Mimi nimeondoka kwa ule jamaa <laughs> na sababu ya kuondoka kwa huyo jamaa, kitu ya kwanza ule jamaa hapendi waimbaji, hapendi waimbaji. Sikuwa najua ya kwamba wakati ya mazishi ya Sister Moses Kuria alipiga waimbaji wote hiyo siku akaniendorse, na hiyo kuni kuniendorse alikuwa anacheza na mimi kisiasa ya kwamba niko na ofisi mbili, ya kwanza state house na hiyo ingine hapa. Na hiyo ilikuwa uongo, kwa sababu aliongea kwa public ati Ngaruiya ako na ofisi mbili. So mimi nikafurahia na watu wakafurahia, Ngaruiya amepromotiwa, ako juu, na ilikuwa uongo. So mimi nika, nika fikiria, wacha nifuate huyu jamaa at least atanisaidia. Nimeambia Martin wa Janet kutoka ile siku rais alichukua ushukani. Ile siku ya mawakili walitangaza hapa ya kwamba tumewin. That is the day ambaye Ngaruiya nilikuwa kwa hiyo boma. Hiyo siku. Na huyu jamaa anasema tuko na yeye na tumekaa na yeye. So ni kunitumia tu kunitesa tu. Yeah, so that why nimeondoka huko. Ya mwisho kabisa. Huyu jamaa wakati mimi Samido na waimbaji wengine tumekuwa hapo, alisema ya kwamba sisi wenyewe hataki sisi waimbaji, Your Excellency. Na akasema wale waimbaji ambao na artist ambao wanasimama sisi yeye hatawapatia any certificate ya waimbaji. Na mimi nasimama MP Subukia, Samido anasimama huko koo wengine wanasimama kwao Karango, maybe anasimama. So kuna haja gani tukae kwa mtu ambaye tunakufuata na hautatupatia certificate ya kusimama kwetu? Afadhali tukuje kwa huyu huyu mzee. Bwana, huyu mzee ako sawa, huyu mzee, huyu Kidiki ako sawa. So sisi tunakupenda, tunakufuata, hii tumeona ya kwamba unatupenda. Waacha tukuambie cha ukweli cha ukweli kabisa tuko na wewe na tunakugongea kabisa because, wewe mpaka ile kuimba, imagine ule mzee tukiimba anasimamaga hivi, lakini wewe tukiimba, naona unafanya hivi, mpaka sisi tunafanya. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you, Ngaruiya. Tumpigie makofi mazuri kwa heshima na kaka.